Tusikilize darsa na kisha baadaye tuswali. Najua wako watu hapa, walimu, wataalamu ambao wanajua namna muda wa swala ya magharibi ulivyo mfupi, mfupi sana. Alimamu Nawawiyu rahimahullahu taala ameupanga muda wa magharibi kuwa ni kujitwaharisha ni, ni kuvaa nguo inayostahiki kumpa heshima anaye swali, na kuadhini na kukimu na kuswali rakaa tano, tatu ni zile za faradhi na mbili ni zile za sunna ya baadia. Yakifanyika hayo usimsubiri mtu kukwambia magharibi imeondoka Ujue sasa magharibi imetoka na imekuja swala ya isha. Lakini kauli waloizoea wengi wasiojua fikhi kama mimi, wanajua swala ya magharibi itaondoka inda ghiyabi shafakil ahmar, yakizama mawingu yale mekundu. Sisi tunajua fikhi ndogo, ndio tunavyofahamu. Lakini we muda ukiingia wa magharibi tu, muda wa kujitaharisha kuvaa nguo yako paka adhiniwa na kuswa na kukimiwa na kupata rakaa tano magharibi pale itakuwa imeondoka. Kwa hiyo nataraji kwamba dakika chache zijazo, tutakuwa tunaweza kukosa muda wa magharibi. Hilo linanifanya nisiseme sana, niseme kidogo kabisa, kwa sababu kusema hapa maukifu yake ni sunna, lakini magharibi ni wajibu wetu sote hapa, watukufu mabwana. Ninajua, imewekwa hadhara hii na amidi wake, mushrifi wake, alalama Shekhe Yusufu Muhammad Kidago, Mwenyezi Mungu arefushe kubakia kwake, ameweka hadhara hii kwa sababu anajua na anakumbuka watu waliosimama Arafa na hasa wale walokwenda hija hawakwenda haja. Pana watu huenda haja wakajua wamekwenda hija, lakini kumbe hawakwenda hija. ni nini kwenda haja? ni nini kwenda hija? wakati hautotoshi hayo, lakini kwa hakika kuna watu wamerudi, walikwenda fanya haja zimekwisha, halafu wamerudi zao hapa. Taban, miongoni mwa haja ni kuitwa alhaji hizo ni miongoni mwa haja. Akienda mtu kule ili akirudi aitwe vipi? Huyo kashapata haja na karudi. Wakubwa hawa wanajua, bwana Mtume Muhammad, sallallahu alayhi wasallam akasema: idha kana yaumu arafat yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya fayunadi, wa fi riwaya sahiha al marwiya fayubahi malaikata samai biwakifina biarafati, Mwenyezi Mungu ikifika siku ya Arafa anashuka mpaka mbingu ya kwanza. Wacha matatizo kuanza kuuliza anashukaje? Amepanda nini? Anatoka wapi? Unatafuta hilaki. tafakaru fi ala llahi wala tatafakaru fi dzati llahi fataliku wacha kufikiria safari za Mungu na mambo yake huyawezi, huwezi kumjua. falajzu anil idraki idraku walbahsu fi zati llahi taala ishraku wa kullu ma khatara bibalika fallahu lmaula bikhilafi dhalik. Ukiamua kuanza kufikiri Mungu akija anatokea huku magharibi, Mungu tofauti kabisa na hayo mawazo yako, utaangamia tu. Ikutoshe kujua anashuka pale Arafa akifika anafanya kazi mbili. Waloweka hadhara hii, Shekhe Yusuf anajua. Kazi ya kwanza Mungu ni kujifakharisha, yubahi Allah subhanahu wa ta'ala bil waqifin. Anawaambia malaika wake, undhuru ila ibadi haula, nataka muwangalie waja wangu hawa. Hawa waja wangu jauni, umesikia, wameniijia mimi huku, hawakufata kutizama milima ya Saudia wala hawakufata zile juisi na biskuti za Mina wala hawa hawakufata nyama za ngamia. Jauni hawa wamenijia mimi, watu wote wamenijia mimi. Wamekuja kufanyaje? yarjuu na rahmati, wanataka huruma zangu hawa watu. Wamekuja wanataka huruma zangu. wayakhafuna ikabi, waoga hawa, wanaogopa adhabu yangu. Sasa jambo la pili linafuata, ushhidukum ya malaikati anni kad ghafartu lahum, malaika wangu wote shuhudieni, hawa watu hawa mimi nimewasamehe leo hapa, hawana dhambi tena, tumemalizana. Kama tulikuwa tuna kesi na hawa yoyote, kesi imekwisha, dismiss case tayari, wameshafanikiwa walokwenda hija, sio walokwenda walokwenda haja wana matatizo bado, lakini walokwenda hija ushhidukum ya malaikati anni kad ghafartu lahum. Linalofuata hapo, ndo maana ya hadhara hii, Mola anatangaza liahli lmawqifi afidhu ibadi maghfuran lakum waliman shafatum fihi, waja wangu nende mzenuni, tushamaliza kesi, ondokeni hapa Arafa, nyinyi mmeshasamehewa tayari lakini na amesamehewa yoyote mtakayemuombea. Nye kila aloombewa na ndimi zenu zimekuwa fahara, nimewasamehe na nimetakasa ndimi zenu. Mkiinua mikono kumwambia Mungu ya Rabi, fulani msamehe, naye namsamehe fulani. mgonjwa mponyeshe na mponyesha. afidhu ibadi maghfuran lakum waliman shafatum fihim, hadhara hii alama yadhharu liya wallahu a'lamu. Hiyo ndiyo maana yake. Tumekusanyika hapa kumshukuru Allah, na kumshukuru Allah ni amri ya Allah, ta'adhana rabbukum la an shakartum la zidannakum. Ni hadhara ya kumshukuru mola wetu, tumekwenda kwake, tumeitwa, tunamshukuru sana, na kupitia huku kumshukuru ndio tumeomba kabisa mwakani turudi. Tumeelezwa hapa bwana mkubwa amehiji hija 80 60 takriban Sufyanu bin Uyaina na ameomba dua Mungu amrejeshe mara baada mara huo ndio mtindo niloufanya mimi haji ya kwanza maana sasa alhamdulillah ninazo nyingi, Nami, nini, lakini, nyingi. Alhamdulillah. na si themanini lakini ninazo nyingi nikamwambia natoka Afrika kizungwa, Akanambia Afrika gani? Nikamwambia Afrika Mashariki, East Africa. Which country? Nikamwambia Tanzania. Akanambia hujambo bwana. Msaje nguo huyu. Nikamwambia si jambo. Tukaelezana pale mpaka tukaonekana sisi wote watu wa Dar es Salaam maskini. Haji ya mwanzo niliifanya. Wakati wa tawafu wadaa.

ghairi raghibin anka wala n an baitika ghairi mustabidilin bika wala bibaitika Allahumma waffiqni an azura hadha lbaiti kulla sanatin ma dumtu hayya, Mola wangu nakuomba niwezeshe kutembelea nyumba yako maisha yangu yote, usiniziwie kuja hapa maishtu, nataka kuja hapa kila siku, nikifika hapa nipate na ladha ya kwenda kumzuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, Madina. Nimemwomba Mwenyezi Mungu na nikamwambia, wewe Mola ulisema mtu akikushukuru unamuongeza, na mimi nakushukuru, Mola wangu, ingawa sitimizi inavyotosha kukushukuru, lakini nakushukuru. Nyongeza ninayoitaka kwa kukushukuru kwangu hukudhaifu, nakushukuru na naomba nyongeza yangu, niwezeshe kuhiji miaka yote, hiyo ndo nyongeza ninayoitaka lakini we tajiri ukiona hii na tena na huko tena utajaza mengine. Alhamdulillah, sijaacha kwenda haji toka mwaka huo mpaka sasa, na haji ya kwanza nilikwenda nikalipa mwenyewe. Toka siku hizo mpaka leo nakwenda, silipi hata shilingi, ananipeleka Mungu kwa gharama ya dua yangu. Nadhani na Sheikh Katungunya na pia hulipi kitu atawe mpenzi wangu shee kidogo, najua hulipi kitu hata wewe. Twende tukielewana kidogo lugha. Yani, baada ya kumfurahisha Mungu anakuongeza kweli, la inshakartum lazidannakum. Tunakwenda hija bure kwa gharama alioitoa Mungu subhanahu wa taala, anatusafirisha mwenyewe. Ujumbe wangu uleo kwenu ili tuswali, ni mambo mawili. La kwanza usidanganyike na sifa nzuri wanazokupa watu na wala usihuzunike na maneno yao mabaya dhidi yako. la taghtaru biawsafi nnasi ilaika wala tataasafu bikalamihim lkabihi alaika, anta adra binafsika min ghairik. Wewe mwenyewe ndo unajijua wewe nani kwa Mungu. Watu wakikusifu hawakujui ulivyo na ndo maana tumefundishwa sisi, tumefundishwa na haya maneno, ni ya Bwana Mtume Muhammad, na mkumbuka al-Imam al-Albani ameyatia makucha makucha maneno haya kwen silsilati maudhuati la hadithi dhaifa, anasema idha budihta bimadhin fakul Allahumma haqqiq fiya ma yadhunnuna wasturni fi ma la ya'lamun waj'alni min ibadika salihin Usisifiwe ukalewa sifa. Ulevi wa sifa ni mbaya kuliko ulevi wa pombe. Aliyelewa sifa amelewa ulevi wa ovyo, afadhali aliolewa pombe. Ukisifiwa kwa sifa bimadhin kwa sifa, sifa yoyote mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Allahumma haqiqi fiya ma yadhununa, Mola wangu nakuomba uyathibitishe haya wanayonidhania hawa. Wananidhania mazuri, mimi nithibitishie niwe mzuri kweli wasturni fi ma la yaalamun, na unistiri yale mabaya yangu wasiyoyajua. Nyinyi wote hapa mna dhana yangu kwangu nzuri sana, na mmeamrishwa hivyo na Mtume Muhammad. Sote tuna dhana nzuri mno na Sheikh Kidago, lakini mimi na Sheikh Kidago, sisi wenyewe tunajua kwa Mungu siye nani, na kwa taarifa yenu, siye dhaifu sisi, dhaifu sana, na hasa mimi, bora Sheikh Kidago, mimi dhaifu sana kuliko wote mlokaa hapa. Mungu ni stiri kwa yale wasioyajua na unijalie kuwa katika watu wangu wema. Ujumbe wangu, ndugu Waislamu wenzangu, usivimbe yaani usivimbevimbe kwa sifa unazosifiwa na watu siku hizi duniani sifa nyingi feki. Wanao wanaokusifu wanakusifu mdomoni, moyoni wanakutukana wewe. Usigururike na sifa zao, angalia nafasi yako kwa Allah, wewe ni nani? Ukichunga hivyo utagundua mambo mawili. Mungu ana watu wawili tu hapa duniani. Watu wa Allah wako wawili tu, wako adui zake wako na wapenzi wake. Lillahi subhanahu wa ta'ala, ahbabu au ahibau, walahu aadau adau. Mungu ana rafiki zake na Mungu ana maadui zake. Wewe nani kwa Mungu mpaka muda huu? Ikiwa unajua ni adui yake, hata wakikusifu dunia nzima, hugeuki utabaki adui yake tu. Na ukiwa mpenzi wa Allah hata usemwe vibaya dunia nzima, wewe ni mpenzi wa Allah tu. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.